Kwanza naomba nitumie fursa hii uh, kuwashukuru sana Watanzania wote kwa salamu mbalimbali mbali wanazozitoa za pole na za kututia moyo uh, wakati huu ambapo limetokea tatizo hili la kukatika kwa barabara ya kuelekea mikoa ya kusini. Nitoe ripoti kwa Watanzania ili wapate kujua nini ambacho kinaendelea katika eneo hili la Somanga, lakini vilevile na katika eneo hili la mto Matandu upande wa Somanga. Tumefanikiwa kwa kiwango kikubwa sana kwa njia ya dharura kuweka mawe makubwa, ambapo tumeweka mawe makubwa uh, zaidi ya gari mia moja uh, tumeziweka pale kwa malengo ya kwamba maji yanaweza kuendelea kupita lakini juu magari na yenyewe yapite, na kwa maana hiyo jumla ya gari mia mbili na thelathini gari ndogo zimefanikiwa kupita. Tulianza kuruhusu kupitisha magari saa kumi na moja na nusu kuja saa kumi na mbili kamili asubuhi alfajiri ya leo, na mpaka sasa gari ndogo mia mbili na thelathini zimefanikiwa kupita lakini pia vilevile tumefanikiwa kupitisha magari kwa maana ya mabasi ya abiria takriban kumi yamefanikiwa kupita, na hii inatoa idadi ya jumla yanayokwenda kusini na magari yanayoelekea Dar es Salaam. Kwa hivyo magari kumi kwa maana ya mabasi yamefanikiwa kupita pia vilevile lakini, tumepitisha na malori malori ambayo ya yamebeba bidhaa mbalimbali, na hapa naomba niseme kwamba katika haya malori tulizuia zile semi-trailers. Uh, lakini malori mengine Fuso na mengine yaliyobeba vyakula yaliyobeba bidhaa mbalimbali, tuliruhusu malori eh, takriban 30 yakiwa ni pamoja na malori yanayofanya kazi ya kurescue. Uh, tunashukuru Mungu kwamba kwa sasa hivi mvua imepungua kiasi, lakini matarajio yetu ni kwamba tutaendelea kuimarisha hivi vivuko vya muda mfupi na zile diversions zingine zote tutaendelea kuziimarisha. Uh, ili kusudi hata kama itakuja mvua bado watu waweze kuendelea na uwezo wa kupita kuelekea kuelekea sehemu mbalimbali.